Watoto wawili wenye umri wa miaka 12 wa Kware Mpono, shehia ya Kinyasini, wilaya ya Wete Pemba, wakutwa wamejinyonga kwa kamba hadi kupoteza maisha, ikiwa chanzo bado hakijafahamika. Mashuhuda wa tukio hilo wamewataka baadhi ya wazazi kuwa waangalifu kwa watoto wao wakati wote na kujua shida zinazowakabili pia, kutumia njia bora ya kuwarekebisha pindi wanapokosea. Wito wangu tuwe na hadhari kwa watoto, tuwe waangalize kwa watoto wetu, yaani watoto tuwa tuwe nao karibu tuwe nao karibu, tuwasikilize matakwa yao. Kwa kweli tukio hilo limetugusa na nimetuumiza sana tu hasa, kama sie kama ni wazazi. Naye mkuu wa wilaya ya Wete Abdallah Rashid Ali ametoa pole kwa wahanga wa tukio hilo na kuwataka wawe na subra katika kipindi hichi kigumu, na pindi uchunguzi wa kidaktari utakapokamilika, watakabidhiwa maiti zao kwa ajili ya taratibu za mazishi. Watoto wetu hawa wadogo ambao tunatarajia wawe wakubwa, awe ni nguvu kazi ya taifa hili, waje kusaidia katika ngazi ya kifamilia, lakini pia na taifa kwa ujumla. Tunawashukuru sana wananchi wa Kwale o, Kwale hapa. Okay. Wananchi wa Kwale kwa mashirikiano wetu makubwa ambayo tumekuja katika zoezi hili la kutokewa na vijana wetu hawa wawili wadogo, wanafunzi katika familia moja tunakuombeni kwamba tuwe na subra katika kipindi hichi kigumu cha msiba huu, lakini pia kutokana na utafiti wetu ama uchunguzi wetu, vijana wetu hawa tutawahitaji kidogo kwa uchunguzi wa ziada. Kwa hivyo sisi serikali tunachukua kwa muda mfupi vijana hawa, tukakamilisha uchunguzi wetu, na baada hapo tunakabidhi familia kwa ajili ya maziko. Kutoka hapa Zantime Online TV, mimi ni Amina Lumwecha, usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.